Hii ya jeshi la polisi inasema kwamba wawili wameshikiliwa kwa kuhamasisha na kufanya mkusanyiko isivyo halali. Taarifa hii inasema kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema mkoa wa Mbeya, Masaga Piusi Kaloli, mkazi wa wilayani Chunya, na mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Mbeya, Elisha Evaristo Chonya, mkazi wa Makunguru jijini Mbeya kwa tuhuma za kuhamasisha watu kufanya mkusanyiko isivyo halali. Taarifa hii ya jeshi la polisi inaendelea kukusema kusema kwamba watuhumiwa walikamatwa Januari 21 mwaka 2026 saa tisa alasiri katika kijiji cha kata ya Inyara mkoa wa Mbeya baada ya jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupata taarifa za uwepo wa viongozi hao katika eneo hilo wakifanya maandalizi na kiwahamasisha watu kukusanyika ili kufanya mkutano bila kufuata taratibu za kisheria zinazoelezea mtu au watu wanaotaka kufanya mikusanyiko au mkutano wa hadhara afanye nini kabla ya kuanza maandalizi na kufanya mkusanyiko husika. Taarifa hii ya jeshi la polisi linamaliza kwa kusema kwamba ikumbukwe, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema zimezuiwa na mahakama kufanya shughuli zozote za kisiasa. Upelelezi unakamilishwa ili hatua zaidi za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watuhumiwa.